Hadithi zingine huanza na minong'ono. Hii ilianza na ahadi: wekeza ndani yako mwenyewe, jiweke mbele. Kwa maelfu ilikuwa kama jibu, nafasi ya kumiliki ardhi, kujenga nyumba na kupata maisha bora. Kwa wengine itakuwa hadithi ya tahadhari kwa mambo ya imani, uaminifu na jinsi mali na maisha ya watu yanaweza kumezwa mara moja kwa ajili ya mikataba na saini zinazopingwa. Hii ni hadithi ya makubaliano ya ardhi ambayo yaligeuka kuwa mzozo wa shilingi bilioni kumi. Ni hadithi ya makubaliano ya kisheria, maelfu ya wanunuzi walioachwa katika njia tata na nchi iliyoachwa ikitazama wakati taasisi na ardhi zikigongana. Katika makala haya tutajaribu kujibu swali rahisi lakini la kuhuzunisha: ni nani hasa alimiliki ardhi hii na ni nani mwishowe alilipa gharama? Ukiwa kaskazini mashariki mwa Nairobi Ruiru ni mji wa mseto ambapo maisha ya mijini yanachanganyika na mashamba makubwa. Kwa muda ilikuwa mahali pa mashamba ya kahawa, lakini eneo hilo limebadilika polepole pole na kuwa kitovu cha maendeleo ya makazi, biashara ndogo ndogo na trafiki ya barabara kuu. Barabara zake zinavuma na matatu, pikipiki na gumzo la maisha ya kila siku. Hata hivyo kuna historia ya mizozo ya ardhi na umiliki unaobadilika badilika. Ruiru ni uwanja wa vita ambapo tamaa, uchoyo na ndoto za kibinadamu hugongana. Ni hapa ambapo misingi ya kashfa ya ardhi ya Kanyotu iliwekwa, sakata ambayo itawacha alama ya kudumu katika maisha ya Wakenya wengi. James Kanyotu alikuwa mtu ambaye angeweza kuona vitisho kabla ya mtu mwingine yeyote hata kuhisi hatari. Akihudumu kama jasusi wa muda mrefu zaidi nchini Kenya, aliongoza kurugenzi ya ujasusi wa usalama chini ya Rais Daniel Arap Moi. Kanyotu alikutana na Kamlesh Pattni katika duka la jumla jijini Nairobi. I was there, and Kanyotu was there. I invited him. Tea. Tea. Mkutano huo ulioonekana kama wa kawaida ungeleta matokeo tofauti miaka ya usoni. Zaidi ya kazi yake ya kijasusi, Kanyotu alijikusanyia utajiri mkubwa ikiwa ni pamoja na ardhi kubwa kama vile Kangaita Coffee Estate huko Ruiru. Kwa wale waliomjua, alikuwa na nidhamu na alilinda kwa ukali mstakabali wa familia yake. Udhibiti wa Kanyotu juu ya Kangaita Coffee Estate Limited ulikuwa wa karibu kabisa. Alikuwa na hisa 4,995 kati ya 5,000, umiliki wa asilimia 99.9. Kiwango hicho cha udhibiti kilimaanisha karibu kila kitu kilikuwa mikononi mwake tabia zile zile ambazo zilimfanya kuwa wa kutisha maishani zilizua vita vya muda mrefu juu ya urithi wake. Wake zake wengi na watoto walirithi siyo jina lake tu bali pia mali yake iliyozua ugomvi mkubwa. Je, ni nani angeisimamia? Ni nani alikuwa na mamlaka ya kutia saini kwa minajili yake? Mnamo mwaka wa elfu mbili na nane familia yake iliwakilisha kesi mahakamani kutafuta majibu. Kesi hiyo ilipokuwa ikiendelea, mahakama kuu ilitoa amri wazi: hakuna shughuli yoyote ilikubaliwa kufanywa na ardhi ya Kangaita, hakuna kuuza, hakuna uhamisho wa stakabadhi, hakuna hata kuigusa, hadi mahakama iamue ni nani aliyeshikilia udhibiti wa haki. Amri za karatasi, hata zile zimetiwa saini na majaji, hazitoshi kila wakati kusimamisha soko lililoamua ardhi ilibaki kwa jina la Kangaita Coffee Estate Limited. Kwa sababu mali hiyo ilishikiliwa kupitia hisa za kampuni, yeyote aliyedhibiti hisa hizo angeweza kudhibiti ardhi hiyo, na hiyo itakuwa moyo wa kila kitu kinachofuata. Kwa juu, hali ilionekana kuwa tulivu. Mtu mwenye nguvu alikuwa ameaga, kampuni yake bado ilimiliki hiyo ardhi. Warithi wake walisimama tayari kutetea urithi wao. Amri ya kisheria ilikaa kama bendera nyekundu, ikionya mtu yeyote yule asithubutu kuigusa. Lakini chini ya utulivu, karatasi zilianza kusonga. Mwaka wa 2010, miaka miwili tu baada ya kesi ya urithi kuwasilishwa mahakamani. Shughuli za kushangaza zilianza karibu na hisa za kampuni. Kufikia mwaka wa 2011, kampuni inayoitwa Trendsetters Investments Limited ilidai kuwa imenunua ardhi nyingi au hata ardhi yote ya Kangaita Coffee Estate Limited. Je, wenye Trendsetters walikuwa ni kina nani? Hiyo inabaki kuwa siri. Hakuna mtu aliyedai kuwajibika hadharani ikiacha tu faili za kampuni anwani na orodha ya wakurugenzi. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 2012, Marriott Africa International Limited ilionekana kama mnunuzi mpya, ikidai kuwa ilinunua ardhi hiyo kutoka kwa Trend Setters kwa shilingi milioni 750 pamoja na ushuru. Makaratasi yaliwasilishwa, malipo yalifanywa, na swali moja lilibaki: mtu yeyote angewezaje kupata hati miliki halali kisheria? Wakati mahakama ilisema kitu chochote kisifanywe, warithi walirudi mahakamani na kuwasilisha hoja ya kudai uthibitisho wa saini, idhini na hati za ardhi hayo ya kijiri. Mwigizaji mwingine aliingia kwenye picha, Ukombozi Holdings Limited. Kampuni hiyo ilianza kutangaza viwanja chini ya jina Ruiru Imani Estate: shamba yako mwenyewe, haki ya timiliki imehakikishwa, malipo polepole pole. Kwa wengi ilionekana kama baraka, jibu kutoka kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu Ukombozi Holdings Limited ilikuwa inamilikiwa na Kanisa la Deliverance. Kufikia mwaka elfu mbili na kumi na tatu, Ruiru ilikuwa inabadilika. Utulivu wa hapo awali ulibadilishwa na kuta, viwanja na ndoto za wengi. Wanunuzi wapya walifurika ndani, familia za vijana Wakenya kutoka ugaibuni washiriki wa kanisa watu waliuziwa viwanja ndani ya Imani Estate. Mikataba ilionekana safi, mipango rahisi ya malipo, mabango ya kanisa yakining'inia katika ofisi za mauzo. Kila hati ilipigwa mhuri kwa jina Ukombozi Holdings Limited, ukombozi kupitia uwekezaji. Hakuna aliyeuliza maswali, kwani ni kanisa lililokuwa likiuza mashamba, siyo wezi wa ardhi na kwenye usukani walisimama watu wanaoheshimika: Askofu Mark Karioki, askofu kiongozi wa kanisa la Deliverance, na Askofu John Masinde, kiongozi wa tawi la Umoja. Kwa waumini hawa, walikuwa watu wa Mungu, sio wafanya biashara wa ardhi. katika ulimwengu wa biashara jina lingine lilianza kuzunguka, Kamlesh Pattni. Watu wengi wanamjua kama mpangaji mkuu wa kashfa ya Goldenberg ya miaka 1999 mmojawapo ya sakata kubwa ya udanganyifu mkubwa wa kifedha nchini Kenya. Kwa kweli, jina la Pattni linahusishwa sawa na shughuli za biashara za kivuli na uwekezaji usio halali. Jina lake alikuonekana kwenye hati za kanisa lakini uhusiano wake ulijitokeza katika utafutaji wa usajili na anwani za mashirika ya Trendsetters na Marriott. Kampuni hizi ziko kwa jengo moja na zinatumia anwani sawa ya posta. Imedaiwa kuwa zinamilikiwa na yule yule Kamlesh Pattni mmoja. Hivi ndivyo mambo yalivyo sasa: kipande cha ardhi chini ya amri ya mahakama, hakuna mikataba inayoruhusiwa. Kampuni kununua ardhi hiyo, kampuni ya pili Marriott ikainunua kutoka kwa Trendsetters. Kampuni inayomilikiwa na kanisa Ukombozi inauza viwanja kwa wakenya wa kawaida, sura ya kivuli Pattni ikivuta kamba nyuma ya pazia. Kila kipengee kilionekana kuwa sawa, ila kwa pamoja, na ukizingatia maagizo ya mahakama kuzuia jambo lolote kutekelezwa, idhini inakosekana. Warithi pia walikataa kuwa hawakutia saini mkataba wowote na mtu yeyote. Ardhi ilikuwa imehama kutoka kwa karatasi hadi uwanjani. Hata hivyo, swali moja lilibaki: nani aliamini nini na ni nani alikuwa na haki ya kisheria ya kuuza? Wanunuzi walipokuwa wakijishughulisha na viwanja vyao vipya na wengine wakijenga na kuhamia majumbani mwao, familia ya Kanyotu ilikuwa ikipigana vita tofauti mahakamani. Kupitia kwa mawakili wao waligundua kuwa sehemu za Kangaita Coffee Estate zilikuwa zimegawanywa, kupewa nambari mpya na kuuzwa kwa wamiliki wapya. Cha kushangaza zaidi, Marriott International ilikuwa imewashtaki kwa kumiliki ardhi isiyokuwa yao. Ukaguzi zaidi ulidhihirisha kwamba Kangaita Coffee Estate Limited bado ilikuwa imeorodheshwa chini ya jina la James Kanyotu. Hakuna kilichokuwa kimebadilika, hivyo basi hakukuwa na kitu chochote cha kupendekeza kuwa uuzaji ulikuwa halali kisheria. Ilikuwa ni dhahiri kuwa stakabadhi gushi zilikuwa zimetumika, hati za kampuni, dakika, saini, maazimio ili kuifanya ionekane kana kwamba kampuni Kangaita Coffee Estate ilikuwa imeidhinisha uzaji kwa Trendsetters. Familia ilifululiza hadi kwa Kurugenzi ya Upelelezi wa Jinai kwa uchunguzi zaidi. Wachunguzi waligundua msururu wa hati zilizobadilishwa, kampuni za ganda na wakurugenzi tofauti tofauti, zote zikiwa ni njama za kuficha umiliki wa kweli na udhibiti wa ardhi kufikia mwaka ripoti ziliweka jumla ya thamani ya mauzo ya ulagai kuwa zaidi ya shilingi bilioni kumi. Kufikia mwaka 2025, ukweli ulikuwa umegunduliwa. Jaji Mboya wa mahakama ya mazingira na ardhi alitoa uamuzi wa kihistoria. Ni wazi kabisa kwamba wakati makubaliano ya uuzaji ya Februari 19 mwaka wa 2012 alipotekelezwa uuzaji wa mali hiyo ulipigwa marufuku na amri halali ya mahakama. Chochote kilichofanyika baada ya hayo kilikuwa bure. Mahakama ilitangazwa uhamisho wote kutoka Kangaita Coffee Estate Limited hadi Trendsetters, hadi Marriott na hatimaye Ukombozi Holdings Limited ulikuwa haramu na ulagai. Maamuzi ya awali ya majaji Maraga Kimaru na Dulu kila mmoja alikuwa amesisitiza kwamba hakuna shughuli zinazoweza kutokea na kampuni yoyote ambayo Kanyotu alikuwa na hisa zaidi ya wengine. Mahakama ilitaja saini za kugushi na barua bandia za idhini kutoka kwa bodi ya udhibiti wa ardhi ya Ruiru. Pia kulikuwa na madai ya malipo yaliyofanywa kwa familia miaka baada ya mauzo yanayodaiwa. Kwa nini kampuni ifanye malipo ya ziada kwa wanafamilia ikiwa tayari ilikuwa imenunua ardhi? Trendsetters, mahakama iligundua walikuwa wakijua kabisa kuwa mali hiyo ilikuwa na masuala ya kisheria, ila bado iliendelea, hata kujaribu suluhu za kuzima moto ili kuficha udanganyifu huo. Zaidi ya hayo, mmiliki mkubwa wa Marriott alikuwa raia wa kigeni. Chini ya kifungo cha 65 cha katiba ya Kenya, Raia wa kigeni wanaruhusiwa tu kukodisha, sio kumiliki ardhi. Hivyo basi, hati miliki ya Mariot ilikuwa kinyume cha katiba. Mahakama ilitoa amri kubwa: hati miliki zote za ulagai kufutwa, ardhi ilipaswa kurejeshwa kwa warithi halali wa James Kanyotu. Stakabadhi za ardhi zilipaswa kurudishwa katika hali ya kabla ya mwaka wa 2008. Ardhi imerudishwa angalau kwenye karatasi kwa warithi wa James Kanyotu. Haki, ingawa ni polepole, hatimaye imetendeka. Lakini kwa maelfu ya wanunuzi ambao walinaswa kwenye mkasa huu, maumivu yanazidi. Hati miliki zao ambazo hapo awali zilionekana kuwa ishara ya usalama, mahakama ilikuwa imeamua ya kwamba zilikuwa za ulaghai na hivyo basi ubatili kisheria. Katikati ya msukosuko huu kulikuwa na Deliverance Church, yaani kanisa la ukombozi, ambalo viongozi wake walilazimika kuelezea jinsi mahali pa uaminifu wa, wa kiroho uligeuzwa kuwa mtego wa kifedha kwa washiriki wake. Uamuzi huo ulileta mshtuko katika sekta ya ardhi na dini nchini Kenya na kuwa ukumbusho mkali wa jinsi uaminifu unavyoweza kutumiwa kufaidika kifedha. Na vumbi bado likitulia, maswali haya yanaibuka: tunawezaje kulinda raia dhidi ya miradi inayojificha kama miundo ya kidini au ushirika? Je, sheria inawezaje kusonga haraka ili kuzuia ulaghai kabla ya maisha kuharibiwa? Je, taasisi, hata makanisa, zina jukumu gani kuwa na uwazi katika shughuli zao? Wakati nguvu, ushawishi na pesa zinagongana, ni nani anayowajibika? Je, uaminifu unaweza kurejeshwa, au je kovu lililoachwa kwenye imani na taasisi limeenea sana? Sakati ya ardhi ya Ruiru siyo tu hadithi ya udanganyifu, ni kioo kinachoonyesha udhaifu mkubwa wa Kenya katika utawala, uaminifu na haki. Wakati wa utawala wa Rais Moi maeneo makubwa ya ardhi yalipatikana kinyume cha sheria. Katika miaka ya hivi karibuni, tume ya maadili na kupambana na ufisadi imepata baadhi ya ardhi hizi. Jambo hili limechochea uvumi kuhusu uhalali wa upatikanaji wa Kanyotu wa mali ya Kangaita, haswa ikizingatiwa shughuli zake na Kamlesh Pattni.

wakati huo huo kesi ya urithi ambayo ilisababisha haya yote bado haijatatuliwa miaka 17 baadaye hata hivyo mnamo Julai mwaka wa 2025 wajane hao walifikia suluhu ya majaribio wakikubali kufanyiwa vipimo vipya vya DNA ili kubaini warithi halali na kufunga sakata ambayo imeonekana kutokuwa na mwisho. Lakini maswali na uharibifu uliotendeka unabaki. Uaminifu katika ardhi na taasisi zinazohusika ni jambo dhaifu, na ikiwa inaweza kurejeshwa kikamilifu ni suala ambalo jibu lake halijapatikana.

but beneath the water they are running tight. So you must do historical search.